Tunapochukua sura ya Mungu, kila kipengele ndani ya sura ya Mungu hufanyika kanuni ya maisha ambayo mtu akiishi anaona matokeo kabisa. Hapa Mungu anasema iweni watakatifu, hiyo ni kanuni ya maisha. Ukichukua sura hiyo ya utakatifu ya Mungu, anasema mimi nitakuwa Mungu wako, maana yake atakuja, atakaa pamoja nawe na hakisha kuwa Mungu wako, hakuna mtu wa kukugusa. Unakumbuka Yesu alichukua hiyo sura alipoingia hekaluni, pepo wenyewe walisema tuna nini nawe, tunakujua unani mtakatifu wa Mungu. Je, umekuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu? Ile sura ya Mungu peke yake inatosha kuwaondoa wa pepo. Wanakosa amani kukaa nyumbani kwako. Uwanja wako utafunikwa na nuru ya Mungu. Kwa sababu wakiangalia wanaona sura ya yule aliyewafukuza mbinguni.